Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya naomba kuleta taarifa ya mapendekezo ya kugawa jimbo la Mbeya vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi imepokea barua kutoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi wa tume huru ya taifa ya uchaguzi iliyohusu kuanza mchakato wa kuchunguza na kugawa au kubadili majina ya majimbo ya uchaguzi Tanzania Bara. Mheshimiwa Mwenyekiti, naleta kwako mapendekezo ya kugawa jimbo hili kama ifuatavyo. A. Jimbo la kwanza liundwe liitwe jimbo la Mbeya ambalo litaundwa na tarafa ya Tembela na litakuwa na kata kumi. Jimbo la pili litaitwa jimbo la Mbalizi litakaloundwa na tarafa mbili, yani tarafa ya Usongwe na tarafa ya Isangati ambalo litakuwa na kata kumi na nane. Mwisho mwenyekiti, kwa mujibu wa vigezo kumi vilivyotolewa na tume huru ya taifa ya uchaguzi, jimbo la Mbeya vijijini linapendekezwa kugawanya katika maeneo hayo mawili kwa kuwa limekizi vigezo vilivyotolewa na tume, mm, na linastahili kugawanywa katika pande hizo mbili, hasa ukizingatia limegawanywa kwa asili na jimbo la jiji ambalo liko katikati mwa jimbo hili. Yafuatayo ni mapendekezo kutokana na vigezo hivi ambavyo tumekizi kama jimbo la Mbeya vijijini, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema mwanzo, tutakuwa na jimbo la Mbeya. Jimbo hili linapendekezwa lichukue tarafa ya Tembea ambalo litakuwa na kata kumi zifuatazo: kata la Luanjiro ru, kata ya Ihango, kata ya Inyara, kata ya Itewe, kata ya Ijombe, kata ya Maendeleo, kata ya Tembela, kata ya Igoma, kata ya Ulenje na kata ya Irungu. Tarafa hii au jimbo hili jipya la Mbeya litakuwa na vijiji hamsini na nne. Itakuwa na vitongoji mia tatu ishirini na nane. Jimbo hili itakuwa na kilomita za mraba elfu moja mia mbili kumi na sita ambazo ni nusu ya jimbo zima la Mbeya vijijini lilopo sasa. Na litakuwa na wakazi elfu tisini na tano mia moja thelathini na saba kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Jimbo jipya la Mbarizi linalopendekezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapendekeza kuanzishwa jimbo jipya la Mbarizi ambalo litakuwa na tarafa mbili, tarafa ya Isangati na tarafa ya Usongwe, ambalo litakuwa na kata 18 ambazo ni hizi zifuatazo. Kata ya Ikukwa, kata ya Mjere, kata ya Mshewe, kata ya Utengule Usongwe, kata ya Sarara kata ya Swaya, kata ya Igale, kata ya Iwindi, kata ya Bonde la Songwe, kata ya Iunga Mapinduzi, kata ya Isuto, kata ya Itawa, kata ya Santiria, kata ya Irembo, kata ya Shizuvi, kata ya Masoko, kata ya Iwiji na kata ya Izira. Jumla ya vijiji vitakavyokuwa kwenye jimbo hili ni 86 na kutakuwa na vitongoji 575. Jimbo hili litakuwa na kilomita za mraba 1216 ambao pia ni nusu ya jimbo la Mbeya vijijini ambao lipo sasa. Lakini itakuwa na jumla ya wakazi laki mbili sabini na sita elfu, mia moja ishirini na mbili, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawasilisha kwako mapendekezo haya ambayo tayari vikao vya halmashauri ambavyo vilitajwa kwa mujibu wa barua vimeshakaa na vimeshapendekeza. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, manjikite naomba kuwasilisha mpendekezo haya kenye kikao chako cha ili aweze kujadiliwa na kuwasilisha. Asante. Kwa majina anaitwa Amadi Mbeare, kiongozi wa Chadema. Kwanza ni niungane na ajenda ambayo iko mbele yetu kwa kuipongeza serikali kwa kuona umuhimu wa jambo hili ambalo tumekuwa sisi kama viongozi wa vyama vya siasa tukilipigania nyakati zote na sasa nafikiri umefika muda mwafaka. Kwa mujibu wa katiba ya nchi, kwa kila baada ya miaka kumi tunapata fursa ya kupitia upya majimbo yetu ili kuona uwiano halisi, na ni muda mwafaka sasa. Ni mwaka wa kumi tangu taratibu hizo zifanyike, sasa ambao umetupelekea sisi wanambeya vijijini kuwa sehemu ya kugawa jimbo. Naungana kabisa kwamba hoja zote ambazo zimeainishwa ili jimbo igawanywe kwa zaidi ya asilimia themanini na tano jimbo letu lina kizi moja ya hoja ambazo zinatufanya tuwe hivyo, ni kwa sababu ya jiografia yetu sio rafiki. Kwa hiyo naungana kabisa kwamba majimbo haya yagawanywe, japo mimi nilikuwa nakwenda mbele zaidi kwamba kwa kuwa kwa tumeomba jimbo moja jipya liongezeke, ilikuwa sasa ni fursa na ni muda mwafaka sasa, mji wetu wa Mbarizi pia kupitia mgawanyo huu uombewe kupata hadhi kamili kuwa mamlaka kamili ya mji mdogo kuliko ambavyo iko sasa hivi hivi sasa sasa. Kwa hiyo, kwa hali ya kawaida mimi na napongeza. Lakini naamini kuongezeka kwa, kwa majimbo kunatokana na ongezeko la watu na jiografia za watu aidha kwenye kata. Sasa tuone pia umuhimu wa kwenda kugawa kata zetu ili kufikisha pia huduma ya serikali kama ambavyo lengo la serikali ndio linakusudiwa kwenda huko. Tuna kata ishirini na nane kwenye, kwenye jimbo letu ambapo huku upande wa wa mbarizi utabaki na kata kumi na nane na kule tunabaki na kata kumi. Kata hizi kumi na, na nane, ukiangalia jiografia zake, kata zingine zinahitaji kugawanywa ili kusukuma maendeleo na kuwasogezea wananchi, hasa kulingana na idadi ya watu. Ukiangalia kata kama za, za kata ya Utengule Usongwe, kata ya Ilembo yenye vijiji kumi, kata moja; kata Santiria yenye vijiji kumi, kata moja. Eh, sasa namna ya kusogeza huduma kwa wananchi inakuwa ni ngumu zaidi. Sasa tulione, kwa sababu tunapogawa majimbo hususani tunasogeza huduma, tuangalie sasa na hizi kata tunawezaje kuzigawa ili kusogeza huduma na kuwafikia watanzania maendeleo ambayo wanakusudia kuyapata kutokana na serikali. Asante sana. Niwapongeze wananchi wote na viongozi, kwa sababu Mbeya vijijini au wilaya Mbeya ni kubwa sana, karibia kilomita elfu mbili mia nne thelathini na mbili kwenye utendaji wa kazi kiukweli ni kubwa kwao. Nashukuru kwa hiki tulicho kianza hapa na naamini Mungu atusaidie. Lakini maoni yangu mimi kama mimi, pamoja na kupongeza kwa haya yote, ni kwamba nilitegemea pia kuona mgawanyo wa ramani haya majimbo mawili sijaona kwenye ile kablasha. Lakini kingine kwenye haya majimbo sijaona mapato tunaweza tukaafia tukapo na gawa, japo ni jambo zuri tunalifanya. Lakini kwamba uh, jimbo la Mbalizi mapato yake kwa mwaka ni kiasi gani na wilaya ya Mbeya mapato yake kwa mwaka ni kiasi gani, kwa sababu kazi tunayofanya ni njema kwa ajili ya maendeleo na Watanzania na wanambea pia kwa ujumla. Kwa niko napenda sana hata kama vipo labda hatujaviona hapa tungepata kujua ingetusaidia sana, hata sanhataatakenda kuelimisha wananchi huko, ingetusaidia sana kwenye. Kwa mimi niombe kwenye hilo, viongozi wangu tulizingatie. Nawashukuru. Na mimi chama cha wananchi kafu, niahidi kama kuna jimbo moja naenda kulichukua na nitaongoza halmashauri. <laughs> <laughs> Na mimi nipende kushukuru mwenyekiti na sisi tulikuwa tumejipanga miaka mingi, ukisimama, wakija viongozi wa kitaifa, awe mbunge, mwenyekiti wa halmashauri, mimi mwenyekiti, cha kwanza tulikuwa naomba jimbo kugawanyika, cha pili kupasishwa kwa mamlaka ya mji mdogo, tulikuwa tunaenda sambamba na hayo sambamba, kutokana na hali iliyopo na jiografia na na yetu kwamba imekaa vibaya. Na mimi niongezee kwamba tunapakana na wilaya zote kasoro Kyela kama ni kiongozi kiutawala inakuia ugumu, lakini tumeendelea kuvumilia paka leo. Tunaposema Mungu ametuona, tuombe vyama vya kisiasa na si chama tawala, tuungane kwa ili kuwa kitu kimoja. Lakini kiongozi mwenzangu wa chama Chadema, muongea vizuri kwamba kweli katika hili tuna umoja, tuko pamoja, tuendelee kupambania inawezekana baadaye tukagawana vipande vipande, inawe ushike baadhi mali fulani <tinyetri> na kweli ajabu tunaojiona hapa kwa sababu tunaendelea kuomba namna ya mpangilio. Mimi ninachoomba ndugu zangu, tuungane kushikana pamoja, tuwe kitu kimoja. Mungu ametusikia kwa hili, tupambanie tukiwa wamoja, tukipishana na ndio maana vikao vya mwanzo nishasema, ni vizuri tusimamie mipaka yetu tuliyo nayo, tusipokwe maana yake eneo lolote la kwetu, kwa sababu ukishanyang'anywa pia unakosa sifa baadaye. Kwa jina anaitwa mchungaji William Sabini Mwaliego, kiongozi wa dini kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God. Nikajiuliza kwamba kikao hiki nimekaribishwa kuwa mjumbe mmojawapo ili nikashiriki katika lipi? Lakini nilipojulishwa ajenda, nilimshukuru Mungu sana. Ni kazie alivyosema ya kwamba tuko karibu na Mungu <laughs> sio kuwa karibu tu na Mungu, yaani tuko ndani yake, tuko ndani ya ufalme. Kwa hiyo mimi naamini katika hili ni wakati mwafaka, na kwa sababu kufanya hivi ni kuwahurumia watu wananchi ili wazipate huduma stahiki kwa wakati bila tabu na shida, bila kuwaza kwenda mbali. Kwa hiyo mimi naungana moja kwa moja kwamba jambo hili ni wakati wake na naamini kwamba ni mpango wa Mungu pia. Asante sana, tuwashukuru kwa michango yenu, yote ni muhimu. Na wenzetu sisi tutakuwa umerekodi mapendekezo haya na pamoja ya jumla kwamba wajumbe wote waliohudhuria kaunti cha ushauri cha wilaya wamekubaliana kwamba jimbo hili ligawiwe, mbali na wale mmoja mmoja ambao wametoa michango yao, lakini pia vikao vya baraza la madiwani ambavyo vilikwisha kaa, nadhani na wenyewe vilitoa michango yao. Kwa vyote kwa ujumla, kwa utaratibu ule ambao umewekwa, tutajumuisha michango yote kwa mujibu wa taratibu tulizoelekezwa, alafu tutapeleka kwenye kikao cha ushauri cha mkoa kwa maana RCC ili na wenyewe waweze kupeleka katika mamlaka zinazohusika na suala hili na baadaye tutaweza kujua nini ambacho kimeweza kuafikiwa na tutaweza kupata majibu. Nawashukuru sana kwa michango yenu. Na sasa nitamka rasmi kwamba kikao chetu tumekiahirisha hadi wakati mwingine.